Karibuni, karibuni katika chaneli yetu ya Mote 282. Karibuni katika chaneli yetu ambayo inahusu sana mambo ya umeme, mafundisho ya umeme au mafunzo ya umeme, ama elimu ya umeme ama kuongeza taaruma ama tunaweza kusema practical, ambao tumegusa katika mpande wa shule tunasema kwamba hii uh, ni kama theory, na vile vile inaweza kuwa ni practical. Sasa twende kwenye pointi. Leo nimekuletea photocell, photocell, photocell ya kampuni ya Tronic, photocell ya kampuni ya Tronic. Ni nini photocell? ni kifaa ambacho kina uwezo wa kuwasha taa na kuzima taa endapo umeme ukawa upo, kuwasha taa kwa wakati huo ule moja kwa moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu kifaa hichi kazi yake kinachoweza kufanya ni kwamba kinazuia umeme usiende paka kwa muda fulani. Kwa hiyo photocell kazi yake inaweza kufanya kwamba inapoona giza limeingia inaruhusu taa ziwake na inapoona jua limetokeza inafanya taa isiwake. Mm-hmm, tuko pamoja hapo sasa. Tunaenda kwenye pointi. Kwa hiyo hiyo ndio kazi ya photocell, kwamba inaweza kuruhusu kipindi ambacho kuna giza na kipindi kuna mwanga inaweza kufunga kwamba photocell izime zile taa, kwa hiyo kinaweza kuwa shumu kwamba mtu yupo nyumbani amewasha taa na amezima. Kwa hiyo photocell ni nzuri sana kwa majumbani, kwa sababu kumfanya mtu wote mwenye tabia ya wizi ama udokozi ama kutambua wewe upo ama haupo, kwa sababu usiku unapofika taa zako zitawaka na asubuhi taa zako zitazima. Ni kama vile upo ndani, lakini kumbe haupo ndani. Hicho ni kifaa umekifunga kinaitwa photocell. Hichi kifaa ukifungua ndani utakuta tundu yenye ina tundu tatu, ambayo ya kwanza kama unavyoona ni live, ya pili ni nyuto, ya tatu imewekwa X. Hiyo X ndo rodi, rodi tunazungumza mzigo, mzigo tunazungumza hiyo ndo balbu. Tuko pamoja. Tunarudi tena kwamba hiyo elo unaingiza sasa hii um, photocell ili ifanye kazi vizuri, ni lazima uchukue umeme moja kwa moja kwenye main switch uje uanzie hapa, alafu out wa pili ya no, pili inayotoka ndio iende kwenye nini, kwenye taa. Mfano tunapofunga friji, tunapofunga AC, so friji, tafadhali kumraz tunapofunga AC tunachukua umeme moja kwa moja kutoka kwenye main switch unaenda kwenye DP. DP outlet yake inaenda kwenye AC, basi ndo hivi hivi. Kwenye photocell tunawafunga ni kwamba tunachukua umeme moja kwa moja tunauleta mpaka wapi? Tunaureta kutoka paka hapo kwenye photocell, ambayo ndo kwenye hapa kwenye sehemu ipoandikwa L, ndo tunaweka umeme unatoka kwenye main switch hapa kwenye sehemu yenye N tunaweka neutral iliyotoka kwenye bodi, na vilevile unaweka na neutral ambayo itaenda kwenye taa. Kwa hiyo zitaingia waya mbili, alafu hapa pembeni kwenye rodi ndio tutaweka redi ambayo itatoka hapa itaenda kwenye taa. Kwa hiyo ina maana ikitoka redi hapa inaenda kwenye taa, maana yake hii usiku itapofika, itaporuhusu umeme ule wa kupita, taa yetu itawaka. Sisi tuko pamoja ndugu zangu. Sasa hii tunazungumzia nini? Hii ndio photocell. Kwa hiyo yenyewe inakuwa na sensa yake maalum ambayo inaweza kusensi kwamba hapa kuna kiza na hapa kuna jua, umeelewa? Ah, chingine nacho, yenyewe siku ikinyesha mvua, kukiwa na wingu zito jeusi, photocell inaruhusu taa kuwaka, hata kama ni mchana, lakini jua lisionekane hata kidogo inaruhusu taa kuwaka, lakini jua likachungulia hata kama ni kidogo litakata. Kwa hiyo hii ndio photocell. Photocell ndio kazi yake kubwa. Sometimes mtu anaweza akafunga photocell kwenye nyumba yake, nyinyi mkaisi kwamba yupo anawaiga, anachelewa tu kurudi, lakini bora anawasha taa, lakini hapana. Photocell kazi yake ndo hiyo, kwamba inaweza kucontrol taa zako za nje pasipo mtu yoyote kuelewa wala kujua kwamba we upo ama haupo, kwa sababu saa moja saa moja kasoro taa zitawaka na saa kumi na mbili asubuhi taa zitazima. Kwa hiyo hiyo ndio faida nzuri ya kufunga kifaa cha aina ya fotoseri. Fotoseri hii inaweza kuwasha taa kumi japo inaweza zaidi ya hapo, lakini kui wastani tufunge taa kumi. Taa kumi inaweza control vizuri. Usisahau kusubscribe kwa sababu ukisubscribe maana kila kipindi kipya tunachokituma kati ya akaunti yetu kitakuwa waeni wa kwanza kukipata na kukifahamu. Zumuni kubwa katika chaneli yetu hii ya mafunzo ya umeme, maana yetu tulileta kwa sababu moja kubwa sana, kwa sababu kuna watu wanatamani kujifunza ama kuona ama kutambua kujua vitu vingi katika upande wa umeme, lakini wanashindwa kufika saiti. Sio kila mtu ana nafasi ya kupata kufika saiti, ama saiti mtu anaweza kafika, lakini saiti atakayofika hawezi kupata vitu vya kama hivi vinavyofungwa au vitu vipya au vitu vya aina tofauti anaweza kupata site lakini, ikawa haina vitu vingi. Kwa hiyo tuk, tukafikiria tukaona tunapaswa kufungua akaunti ambayo inaweza kumfundisha kila mmoja ama kumwonyesha kila mmoja ama kutambua kila mmoja, kwa sababu mi naamini kila mtu ni fundi, lakini uzoefu ndo mdogo. Sasa hapa ndio sehemu yako sahihi kabisa ya kupata uzoefu kwa sababu huwezi kufika saiti tu, saiti kubwa basi. Hapa ndio itakuwa saiti yako kubwa ya kujifunza vitu mbalimbali. Kwenye akaunti yetu tuna vingi sana, tumevituma. Kwa hiyo hapa utapekua, utapata kila kitu unachotaka. Andika Mote mia mbili themanini na mbili, utatupata, utaona kila kitu ambacho fundi umeme anapaswa kuiona na kujifunza na kukitambua. Karibuni sana, usisahau kusubscribe, ku like, kushare ya, yeah. Kushare kuna maana nyingi, kwa sababu ukishare, kuna ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako, na yeye ya, alitamani sana kujifunza vitu kama hivi, lakini alikosa muda. Kwa hiyo vizuri ukishare kwa rafiki yako na yeye ya, akajifunza zaidi, okay. Uh, chingini tunaomba, labda tunaomba komenti yako ya kipindi kijacho mm, kipi tujifunze katika upande wa umeme, nini tukilete? Kwa hiyo komenti zako zikiwa mbili, tatu, nne, tano, basi kitu hicho ndio tutajifunza. Kwa mfano mtu akapointi kwamba bwana, nataka kujif, tujifunze ku, kufunga uh, snake, snake light, ama anataka kujifunga aluminium profili ama nini chochote. Kwa hiyo komenti zenu zikizidi tano, kwa watu ambazo zimefanana watu watano, basi hicho ndio kipindi kijacho tutachojifunza. Nashukuru sana aa, nyinyi ni muhimu sana, maana nimependa komenti zenu ili tujue nini, elimu gani tulete, ama kifaa gani kinahitajika watu sana kukiona. Sina zaidi bila ziada, niwatakie siku njema na karibuni sana.